Asali ni tamu ila inaporambwa sana yaweza geuka chungu kuliko shubiri. Ni hivi ndivyo aliyekuwa gavana wa Migori Zachary Okoth Obado alivyojipata katika hali tatanishi. Kwanza, alidaiwa kutia vidole vyake kwenye jungu la fedha za umma na kushtakiwa kuhusika na ufisadi. Pili, akadaiwa kulamba asali ya mpenzi wake wa pembeni Sharon Otieno, utata ambao ulipelekea kifo cha kusikitisha cha Sharon na hii ni simulizi ya jinsi gavana Okoth Obado, aliyekuwa afisa mkuu zaidi katika serikali ya kaunti ya Migori, muumini na mmoja wa wazee katika kanisa la Kiadventisti, alivyojipata katika njia panda baada ya kuandamwa na kesi za ufisadi na mauaji. Gavana wa Migori Zakaria Okoth Obado ni mwanasiasa tajika Jinsi alivyoshinda kiti cha ugavana wa Migori mwaka 2013 bila ya kushikwa mkono na kinara wa ODM Raila Odinga ni jambo ambalo liliwashangaza wengi. Obado huonekana mtulivu na asiyependa maneno mengi, ni mwanasiasa shupavu ambaye mwaka 2013 alishinda kiti cha ugavana cha Migori kwa tiketi ya chama chake cha People's Democratic Party katika ngome ya ODM na kuwashtua wengi akiwemo kinara wa ODM Raila Odinga. Ukimia wake ulimwezesha kupanga njama na mikakati ya kuelea katika bahari chafu ya siasa za ODM, ila masaibu na kashfa likawa ndilo jina lake la ubatizo. Utata ukamwandama na kumfyonza kama kupe the... Wakuu wa chama cha ODM wakiongozwa na Raila Odinga hawakumpenda Obado ambaye zamani alikuwa mwalimu mkuu wa sekondari na mwanabiashara Alipinga mwelekeo wa kisiasa wa kumfuata udinga bila kuuliza maswali na akafaulu. Ila huenda ujasiri huo wa kusimama dhidi ya miamba na kuhimili upepo mkali kutoka ODM ulimtia ukakamavu ambao ulianza kumponza baadaye. Mnamo 2017 alishtakiwa kwa kuzua vurugu katika mkutano uliokuwa unahudhuriwa na naibu mwenyekiti wa chama cha ODM na gavana wa kaunti ya Mombasa, Hassan Joho. ODM ilimtoza faini ya shilingi milioni mbili. Wafuasi wake walipigana vita na wale wa mpinzani wake Ochilo Ayako ambaye kwa sasa ndiye gavana wa kaunti ya Migori. Ila hiyo ilikuwa dhoruba ndogo kwenye kikombe chake cha chai. Mawimbi makali, dhoruba na tufani ambazo zingefuata zilinuia kumzamisha. Mwaka 2020 akiwa pamoja na watoto wake wawili alishtakiwa kwa kosa la ufisadi wa takriban shilingi bilioni mbili mali ya umma. and his lawyers met and they were able to agree on, uh, you know, uh, in, in, in a process of negotiations where we agreed on the amount that, the minimum amount that we were to recover Dhoruba hii iliumbisha meli yake na kuisukuma kwenye mwamba mahali ambapo ilikuwa imewekwa na kesi ya tuhuma za mauaji ya Sharon Otieno, mpenzi wake wa pembeni ambaye aliuawa kinyama mnamo Septemba mwaka 2018. Kifo cha Sharon, mama wa watoto watatu na mwenye mimba ya Okoth Obado, kilikuwa ni pigo kubwa kwa Obado ambaye tayari alikuwa amepokea mijeledi ya kutosha katika uongozi wake: upinzani mkali kutoka ODM na kesi za ufisadi, ila hakuwa na njia ya kujitoa katika kashfa hiyo, kwa vile ilikuwa dhahiri shahiri kwamba Sharon alikuwa ni mpenzi wake. Sharon alimwonjesha tamu iliyogeuka subili pale aliposema ana mimba. Uhai wake ulikatizwa kwa njia ya tatanishi na hivi ndivyo Sharon mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo alivyouawa. Mwili wa Sharon, mama wa watoto watatu na mwenye mimba ya Obado, ulipatikana kichakani, katika msitu wa Kodera siku mbili baada ya kuuawa. Kisha mwili huo ulipelekwa katika hospitali ya Oyugis Level 4 Hospital. Mnamo Septemba 3, 2018 Sharon na mwandishi habari Barak Karama Udwor walitekwa nyara na mtu aliyesemekana ni msaidizi wa Obado, Michael Oyamo. Oduor alifanikiwa kutoroka baada ya kuruka kutoka kwa gari lililokuwa linaenda kwa kasi. Mnamo Septemba 4, polisi walimkamata Oyamo kwa madai ya kumteka nyara mwandishi wa habari na mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye alikuwa ni Sharon. mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo walifanya maandamano kupinga utekaji nyara na mauaji ya mwenzao Sharon, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo hicho. Uchunguzi ulionyesha Sharon aliuawa kwa kunyongwa na kudungwa kisu mara nne. Wauaji pia walimnajisi. Watu hao pia walikidunga kisu kijusi cha Sharon kikiwa tumboni.

Polisi waliwakamata watu zaidi kuhusiana na mauaji hayo. Na mnamo Septemba 10 Oyamo, msaidizi wa Obado, aliwasilishwa mahakamani. Obado alihojiwa na polisi kuhusu mauaji hayo. Kwenye taarifa kwa waandishi wa habari, Obado alikiri yeye ndiye baba wa mtoto wa Sharon na mimba ilikuwa ni yake na familia yake ilifahamu. Alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Sharon lakini alijitenga kuhusika na mauaji ya Sharon. Mnamo Septemba 16, polisi walimkamata Jackson Otieno Gombe na kulitwaa gari lake ambalo lilitumika kumteka nyara Sharon. Kaspa Otieno ambaye alikuwa ni mtu wa mkono wa Obado alijiwasilisha mbele ya polisi, hasa ilipogundulika gari lililotwaliwa na polisi lilikuwa la mke wake. Uchunguzi wa chembechembe -chembe za damu kwa kijusi cha mtoto wa Sharon ulionyesha Obado ndiye mwenye mimba mia filmia. Obado alizuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri jijini Nairobi. Kesi ya Obado na msaidizi wake Michael Oyamo na karani wa kaunti ya Homa Bay Caspa Obiero, mlinzi wake Obado Elvis Omundi, ilianza huku Obado akijitetea hakuhusika na mauaji hayo.

Oyamu alijitetea na kusema hakuwa na uhusiano wowote na Sharon na mimba ya Sharon haikuwa yake. Oyamu alisema alipigiwa simu na aliyekuwa mwakilishi wadi wa Kanyandoto, Lawrence Mula, aliyesema kuna msichana ako na mimba ya gavana na kwamba amejaribu kumfikia gavana bila kufaulu. It was

Uh, uh, msichana huyo ambaye alikuwa ni Sharon alitishia kama hangesaidiwa na gavana Obado taarifa zake zingeandikwa magazetini. Oyamo aliambia mahakama alipewa shilingi laki mbili kumpelekea Otieno. Baadaye pia alipewa laki moja kumpelekea Sharon, ila Sharon akasema kumeibuka kamgogoro kati yake na mwanahabari kuhusiana na pesa hizo. Kwa upande wake Obado alijitetea na kusema hakuhusika na mauaji ya Sharon wala kupanga njama za kummaliza mpenzi wake huyo aliyeituliza roho yake. Obado alisema mauaji ya Sharon yalimvunja moyo yeye, familia yake, na marafiki na waliomuunga mkono. Obado aliambia mahakama aliwahurumia watoto watatu walioachwa yatima pamoja na wazazi wa Sharon ambao walikuwa na mzigo wa kuwalea. Sasa uhusiano wa kimapenzi kati yao ulikuwa ni siri ya wazi, na kila mtu alijua kwamba ndiye baba wa mtoto wa Sharon aliyeuawa. Obado alisema mke wake alijua kuhusiana na uhusiano wake na Sharon na wakati alipomkabili wanzoni alikanusha ili baadaye alikiri kuwa ana uhusiano naye. Alielezea mahakama kwamba wakati wa kongamano la magavana Migori mwaka 2018, mkewe alimkabili kuhusu uhusiano huo. Obado alikuwa amemkodishia Sharon hoteli nyingine tofauti na ile ambayo mkutano wa magavana ulikuwa unaendelea. Kesi ambazo zimemwandama Obado ni kumbukumbu tosha kwamba nguvu na mamlaka zinaweza kuondoka na hivyo iwe funzo kwa wenye mamlaka kwamba kesho inaweza geuka. Obado amekuwa akihudhuria vikao vya mahakama huku akionekana aliyedhoofika na kutamaushwa na uzito wa kesi zinazomkabili ingawa amemaliza moja ambayo ilihusu tuhuma za ufisadi wa takriban shilingi bilioni mbili kwa kuingia makubaliano na tume ya kupambana na ufisadi, Obado anang'ang'ana na kesi ya mauaji ya Sharon ambayo mahakama imeamua ana kesi ya kujibu, kwani tayari upande wa mashtaka ulionyesha alihusika. Mamlaka, nguvu, fedha na ushawishi zimemwishia na imebaki kupambana na hali yake, huku akingojea jinsi mahakama itakavyoamua kuhusu kesi ya Sharon.